Msanii Diamond Platnumz ameendelea kutanua mbawa zake na kuonyesha mabavu ambayo iko nayo kwenye industry ya Bongo Flava, lakini kwenye industry ya muziki hasa katika upande wa Afrika. Sasa kupitia tuzo ambazo zimetoka usiku wa kuamkia siku ya leo tuzo za Galaxy Awards tuzo ambazo zimetolewa kule mjini Nigeria, tukishuhudia mmoja kati ya msanii ambaye ameweza kuibuka kimasomaso kutoka upande wa Tanzania bara ni msanii Diamond Platnumz, na ameweza kupata tuzo ambayo imemfanya kuwa msanii ambaye ameendelea kutanua mbawa zake na kuendelea kuonyesha ukomavu wake na ukubwa ambao iko nao kwenye industry ya muziki. Kipengele ambacho msanii Diamond Platnumz ameshinda kwenye tuzo hizo ni kipengele cha Best International Africa, ni msanii wa kimataifa kwa upande wa Afrika. Tuzo hiyo imechukuliwa na Diamond Platnumz na ni tuzo ambayo imekuja kwa Tanzania. Na kwenye tuzo hizo msanii pekee ambaye alikuwa kwenye kinyang'anyiro cha kuania tuzo hizo ni Diamond Platnumz ambaye alikuwa kwenye kinyang'anyiro na baadhi ya wasanii kutoka ukanda mbalimbali wa Afrika. Kwenye tuzo ambayo Diamond Platnumz ameshinda, ameweza kuwashinda baadhi ya wasanii kutoka Afrika Kusini, Ghana pamoja na DRC, na wasanii ambao waliweza kushindanishwa nao ni akiwemo Black Sheriff wa kule Ghana, lakini Tyla wa South Africa, Rema wa Nigeria Kelvin Momo wa South Africa, lakini Stone Boy wa kule Ghana, bila kumsahau Fally Ipupa wa kule DR Congo au DRC. So Diamond Platnumz ni msanii ambaye ameendelea kuonesha mbawa zake licha ya kwamba alishinda Trace Awards elfu mbili ishirini na tano lakini wiki moja tu imepita na ameweza kuibuka pia mshindi kwenye tuzo ambazo ni za Galaxy, tuzo zilizofanyika kule nchini Nigeria, na ameweza kushinda kwenye kipengele cha Best International Africa, na wasanii ambao ameweza kuwaweka chini ni kama hawa hawana akiwemo Fally Ipupa pamoja na Rema bila kumsahau Tyla wa South Africa. Wao ni wasanii ambao ameweza kuwatupilia mbali kwa Diamond Platnumz. Pia ameweza kuja na hiyo tuzo hapa Tanzania. Kwa hiyo ni kila la heri na akongole kwa Diamond Platnumz kuendelea kuipeperusha vema bendera ya taifa ama bendera ya Tanzania. Na hii ni sawasawa digital, habari kiganjani mwako.